Na mtazamaji, Kenya leo imejiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya walemavu duniani huku walemavu wakidai uwakilishi wao kwenye nyadhifa za maafisa wakuu serikalini. Baadhi ya waliozungumza kwenye maadhimisho huko Makueni wakitaka mlemavu kuteuliwa kuwa waziri ili kuondoa unyanyapaa. Aidha, wanadai kuangaziwa upya kwa huduma za walemavu nchini kama Wili Lusige anavyoarifu. Jamii ya walemavu nchini nalalama kutengwa na serikali wakati wa uteuzi wa baraza la mawaziri na nafasi nyingine za juu serikalini. Inasema wanaoishi na ulemavu wamekuwa wakipewa kazi za viwango vya chini licha kuwa na elimu. <mulia> kwenye hafla ya siku ya walemavu waliozungumza wakisema hali hii imewanyima nafasi ya kuongoza na kumtaka Rais William Ruto kumteua waziri mmoja anayeishi na ulemavu ili kumaliza unyanyapaa wa kumba kwa miaka mingi. Siku hizi watu ambao wana ulemavu wako na ulemavu, uh, wako na, wamesoma na kwamba wako na elimu inayofaa. Kwa hivyo tunahitaji kuona kwamba tuko na ministers ambao, eh, ni walemavu. Tunataka tuone pia ma CEO ma directors hapo, hatutaki kupewa kazi ya kufagia. Tunataka kupewa kazi ya kuokota tu kodi. Eh, tunataka tuone kwamba tumewekwa katika mahali ambao inafaa. Aidha, wanadai kuwa bima ya afya shabado bado inawanyima huduma za matibabu katika baadhi ya hospitali za umma na wengine kutakiwa kulipia huduma maalum. Afya bado inja kuwa very clear because before ilikuwa unaweza tibiwa, lakini wanasema sha na ukienda level 5 hawachukui sha ndio tuko na watu wengi hapa wetu wameenda pale wamerudishwa, ama maitishwa mandawa. So this issue ya sha atunjaielewa mzuri sana na it's not very friendly to walemavu wengi. Wao waliopaza sauti zao leo wanasema licha ya kupokea msaada wa kifedha kama walemavu, watoto wao ambao hawaishi na ulemavu hawapati msaada wowote, na mzigo wa ada za shule unabaki kwa wazazi walemavu na saa zingine unakuta mwenye anaangaliwa sana ni mlemavu, kwa hivyo tuangaliwe sana katika kaunti mbalimbali mbali nchini, taifa limeungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya walemavu duniani, kutathmini hatua zilizopigwa na kupokea malalamishi yao, ikiwemo sheria zinazohitajika kuboreshwa ili kuongeza ubora wa huduma wanazopokea. Na sisi ambao tunaona tuko sawa, tujue ni kitu inaweza fanyika wakati wowote wa, kwa hivyo ni vizuri pia tujumuike na wale wenzetu ambao wamekumbwa na hizi changamoto, tuwaonyeshe kuwa tuko pamoja. Willy Lusige, Runinga.